Wale ambao wako katika ofisini, tunajua tukiwa kona yoyote ile ya Kenya, na moving forward, ni muda tu mchache imepaki na maneno ya kuwa na watu ambao wamepata kazi na serikali na awaajibiki awafiki katika maofisi yao ile masaa inayotakikana. Hiyo itakuwa eh, kitu ya eh, ambayo itakuwa inafanyika tena.

Wafanyikazi kazi wanafanya kazi ili ambao wameajiriwa na Wakenya, because all of us we have been given these jobs by the people of the republic of Kenya and we have to serve them diligently and committed uh, to them. Kwa hivyo wale ambao wanakuwa na mtindo wa kutofika kazini mapema ama kufika na wanatoroka, Moving forward hiyo haitakuwa kitu ambayo inafanyika tena. Mimi nitazunguka hii Kenya yote kwa maofisi ya serikali, ensuring that the public service is working. Public service of the people of Kenya must work, and if you are the one who is failing in public service, then tutakuchukulia hatua hatua kali kabisa. Ni yao tu kwa sasa.